Karibu kwenye chaneli hii Bayyinat DM TV ujifunze neno la Mungu kwa neema ya Mungu, Mwalimu Danieli wa Dar es Salaam Tanzania atakufundisha na kujibu maswali yako. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe. Karibu sasa kwenye somo hili, tujifunze pamoja. Uh, namu na mpendwa mtazamaji wangu mahali popote ulipo duniani. Ninakukaribisha tena kwa siku ya leo. Uh, ili tukapite kwenye tafakari ya dakika chache tu. Sipendi kuwachosha. Kuna kitu ambacho nataka tukapate kuweza kukijadili hapa. Alafu uh, tuone kinatufikisha wapi na kinatupa tafakari gani e, kama ambavyo kama ambavyo umeona kichwa cha habari hapo kiko katika hali ya swali. Hilo swali liko katika hali ya swali, inauliza Mwandambo umetuacha njiapanda wewe umetokana na nini? Mwandambo umetuacha njia panda, wewe umetokana na nini? Huenda uh, wakati mwingine wapendwa, unaweza ukakaa hapo, kila ukimsikia huyu ndugu unaweza ukafikiri ana bonge la hoja. Ni kweli, kwa ufahamu wake yeye anaona ana hoja lakini sikio la pili likimsikiliza linakuja kugundua kwamba ana mapungufu mengi. Yaani habari yake anapoianza haimalizi, anaishia katikati. Kwa hiyo ni kama vile anakuambia wewe msikilizaji wake utajazia mwenyewe. Sasa swali, je, kila ambacho msikilizaji na mtazamaji atajazia mwenyewe atakuwa na atakuwa na radhi nacho, au ataendelea tena kusema mambo mengine ambayo sio sawa. Sasa niwaambie jambo moja, mimi si mtu wa Mungu, si mtu wa Mungu wala mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu hayupo, yaani hayuko mahali popote pale Mungu mnamwona kwenye vitabu vyenu vya dini na kwenye mahubiri, lakini Mungu ulimwona wapi? Wapi ulimwona huyo Mungu kwa so? Mimi si mtu wa Mungu kwa sababu Mungu wala hajawahi niumba wala simuhitaji katika maisha yangu, wala sina shida naye huyo Mungu wenu wa dini huyo, wala sina shida naye wala simuhitaji mimi. Si mtu wake, ninawaeleza wala hana msaada katika maisha yangu, kwa hiyo msiniambatanishe na huyo Mungu wenu hata kidogo. Namaliza. Baba yenu Clemensi Mwandambo. watu wametega sikio, wanataka kusikia sasa kwamba kwa sababu amesema kwamba yeye mungu wake sio huyo wa hao wengine. Na mpaka amemaliza anasema tu, mimi mungu wenu sio huyo wa kwenye vitabu. Sawa, sio huyo wa kwenye vitabu, mimi mungu wangu eh, mimi sijaumbwa na huyo wala anisaidii chochote. Sawa, akusaidii chochote lakini mbona umeacha taarifa muhimu hu hujatueleza, wewe kama hujaumbwa, umetokana na nini? Kwa sababu mbona kama ni binadamu tunakuona ni binadamu kama sisi tulioumbwa. Sasa wewe umetokana na nini? Hilo jambo hujasema, lakini unasema tu kabisa kwamba, ah, unajua mimi huyo mungu wenu hawezi kunisaidia chochote. Sawa, huyo uliye naye wewe sasa amekusaidia ni nini hicho? Mbona usemi? Yaani umechukua mpira tu ukaurushia kwa watu wengine, lakini wakati huo umeacha maswali. Ulitakiwa useme hivi kwamba, nyinyi, kuna watu ambao mnamwamini huyo mungu na mnaamini mmeumbwa na Mungu, mimi Clemens Mwandambo sijaumbwa na huyo mungu, mimi nimeumbwa na mungu huyu ambaye sio huyo wa kwenu au mimi nimetokana na kitu hiki ambacho ni tofauti na ninyi. Ungekuwa unaongea hivyo watu ungewafikirisha ili waone kwamba ni kweli kuna kitu cha maana unachoongea, lakini katika maelezo unayoongea hapa unasema tu mimi, Mungu wenu wa kwenye vitabu sawa, wewe wa kwako ni wa kwenye maganda ya ndizi au ni ya kwenye maganda ya miwa? Ungetueleza Clemens Mwandambo, ungekuwa umewasaidia watu. Kwa hiyo, mimi ninachojua, nikiangalia na unachokisema ni mtu aliyepatwa na msongo wa mawazo A. Amepatwa na msongo wa mawazo. Kwa nini? Kwa sababu anaposema sijaombwa na Mungu, Mungu hayupo wala haonekani. Kwani wewe upepo unauona na kuuliza Mwandambo, upepo unauona? Aya, sijaumbwa na Mungu, saa umeumbwa na nani? na kama hujaumbwa na Mungu yeyote, umetokana na nini? Ndio maana tumesema hapa umetuacha njia panda, njia panda kabisa, kwa unaposema sijaumbwa na Mungu ni sawa. Wale walioumbwa na Mungu wao wanaamini kwenye vitabu vyao, kama ulivyosema kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba huyo Mungu wao kwenye vitabu, kwenye kitabu chao wamesema, basi Mungu akamuumba mwanadamu mwanadamu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa hiyo akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba sasa wewe Mwandambo Clement hauko hapo, wewe umeumbwa na nani? Na kama hujaumbwa na Mungu umetokana na nini? Ninaamini kabisa maswali haya huwezi kujibu, huwezi <laughs> kujibu, huwezi kujibu, kwa sababu hata ungesema ah, mi nimetokea tu sijui yes, unawaiga kina nani, lakini sitaki nikusemee, ila ni hoja ambayo unakosa kuifikisha. Yaani, kwa mfano mimi mimi naitwa Daniel Mwankemwa kwa mmenye ukute ngejawananyakiusa mwinangu, lakini hicho unachokisema unakisema u -u -ume umeachia maelezo katikati. Mpaka sasa hivi Mwandambo umeendelea kumtangaza Mungu wa ndani ya Biblia yani, Mungu wa ndani ya vitabu, Mungu aliyeumba, kwa sababu hakuna mahali popote ulipoeleza Mungu wako. Nimejaribu kukusikiliza kwenye, kwenye kwenye vitiktok vyako hivyo, nimejaribu kukusikiliza kwamba pengine utasema mimi Clement Mwandambo, kwa sababu sijatokana na Mungu huyu, mimi Mungu aliyeniumba ni huyu, ili sasa sisi tuanze kutafakarisha akili zetu kwamba kwani huyu aliyetumba sisi na huyu aliyemuumba Mwandambo yupi bora? Ungetutafakarisha kwa namna hiyo, lakini pia ungesema Aa, mimi sijaumba, labda mimi nimetokea tu. Tungeanza kujiuliza umetokea tokeaje, na na sisi tungekubana na maswali ili kuweze kujua umetokeaje tokeaje. Lakini tunaona umebeba shutuma, umeenda kuziweka kwa Mungu muumbaji, Mungu anayetajwa ndani ya Biblia, Mungu anayesaidia watu Alafu wakwa, wakati wa kwako wewe umemficha, umemficha sasa. Kwa nini unamficha? Kwa nini unamficha? Hili ni kosa kubwa sana ambalo umelifanya, na mimi baada ya kukusikiliza klipu zako nyingi, nikaamua kutumia hii kutumia kipindi hiki angalau kukukumbusha kwamba unapokwenda kusema habari za Mungu kamilisha sentensi zako, usiishie katikati, usiishie katikati, kwa sababu ukiishia katikati unaacha maswali, unaacha maswali. Niwaambie jambo moja, mimi si mtu wa Mungu, si mtu wa Mungu wala mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu hayupo, yaani hayuko mahali popote pale. Mungu mnamwona kwenye vitabu vyenu vya dini na kwenye mahubiri lakini Mungu ulimuona wapi? Wapi ulimwona huyo Mungu? Kwa mimi si mtu wa Mungu kwa sababu Mungu, so Mungu wala hajawahi niumba wala simuhitaji katika maisha yangu, wala sina shida naye huyo Mungu wenu wa dini huyu, wala sina shida naye wala simuhitaji. Mimi si mtu wake, ninawaeleza, wala hana msaada katika maisha yangu kwa hiyo msiniambatanishe na huyo Mungu wenu hata kidogo. Namaliza baba yenu Clemens Mwandambo, msiniambatanishe na huyo Mungu wenu. Sio aliye niumba anatajwa kwenye vitabu, lakini hutuelezi wa kwako ni nani? Huenda una, una, unapaza sauti na kuongea yote hayo lakini kumbe Mungu naye muongelea ni mgomba wa ndizi. Mimi nakupa challenge, nakupa challenge Clemence Mwandambo, kama yupo huyo Mungu aliyekuumba, naomba umtaje, naomba umtaje kwamba ni yupi. Lakini kama ulitokea tu, tueleze pia ulitokeaje, ili tukifika hapo tufike mahali ambapo tutaelewana, lakini mpaka hapa, mpaka ninapoichukua hii clip yako hapa, yani na mapungufu mengi yani, nusu ya ujumbe wako haupo. Sio nusu tu, naweza nikasema asilimia sabini na tano. Kwa hiyo umeongea asilimia ishirini na tano ukiwa unamthibitisha Mungu Muumbaji, ukiwa unamthibitisha kwamba anasaidia watu na unasema mimi siwezi kusaidiwa na huyo Mungu, ah. Kwa hiyo kumbe unajua kwamba huyo Mungu wa ndani ya vitabu anasaidia, ila wewe hawezi kukusaidia sawa. Kwa hiyo tueleze sasa wewe wa kwako ameweza kukusaidia nini na ni nani? Ukifanya hivyo utakuwa umetusaidia kuliko tu unabaki unaongelea hewani hewani, unaongea hewani hewani. Hii sio sawa, siyo sawa, sio sawa kabisa. Ndio maana nikajitokeza, nimesema baada ya kukusikiliza kwenye klipu nyingi nyingi kote huko, nikawa natamani na, na kusikiliza hata waliokuja kukuhoji. Kuna maswali fulani naona waliachia juu juujuu. Ninatamani siku nitakapokuja Mbeya nikikutana na wewe tutaulizana maswali kidogo, kwa mfano kama hili hapa, naanza kukujibu, kukuuliza hapa. Sawa, hujaumbwa na huyo Mungu anayetajwa ndani ya Biblia. Hujaumbwa na huyo Mungu anayesaidia watu wa ndani ya Biblia. Wala utamani kujishikamanisha naye. Sawa, ni uamuzi wako. Lakini kwa sababu unasema sijaumbwa na huyo Mungu wa ndani ya Biblia, maana yake yupo uliyeumbwa naye. Sasa ni upi huyo ambaye ni tofauti na wa ndani ya Biblia? Kwa nini umfiche? Kwa nini umfiche? Mimi natamani siku takapojitokeza tuweze kuhojiana ili tuwasaidie watu, kama kuna watu pengine wanatamani huyo Mungu liye naye, basi watakuwa wamefaidika. Lakini mpaka hapa unaongea vitu nusu nusu, inaonekana hata huyo Mungu liye naye una, yani, huna uhakika, bali uliye na aliye na uhakika ni huyu ambaye mpaka kwenye vitabu amejiandika wazi, mpaka wewe Mwandambo ukasoma vitabu vyake. Sasa tunataka pia tumjue huyo aliyekuumba wewe ni nani, maana umesema huyu haonekani. Tunataka wa kwako anayeonekana, huenda wa kwako ni mzuri. Kwa hiyo <laughs> mimi ninajua, ninajua Biblia inawajua watu kama hawa. Biblia inawajua watu kama hawa, katika kwenye hicho kitabu cha Mungu huyu anayeonekana. Ile Zaburi ya kumi na nne aya ya kwanza inasema hivi: mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Kumbe Biblia zamani ilishawaita watu wenye tabia kama hii ya Clement Mwandambo ya kusema hakuna Mungu ni wapumbavu. Sasa Clement Mwandambo, prove me wrong kwamba wewe sio mpumbavu, nieleze habari za Mungu wako. Mimi nitakuita kwenye channel hapa, ili tueleze habari za Mungu wako, alafu tuone, je za Mungu wako ni bora kuliko za huyu aliyetuumba ambaye ana kitabu chake, au zipi ni bora? Lakini kwa maneno yako hayo unayoongea, Biblia tayari ilishaandaa jibu, Zaburi ya kumi na nne aya ya kwanza. Mpumbavu sio mjinga, watazamaji wangu. Biblia haijasema mjinga, imesema mpumbavu. Mjinga ni yule asiyejua kitu, akishajulishwa anaelewa lakini mpumbavu ni yule ambaye anaelewa ana kitu aidha haki, ha, yani hakitendi yani anaacha kukitenda au akiamua kukitenda kwa makusudi, anaamua kutenda vibaya, huyo ndio anaitwa mpumbavu. Kwa hiyo kauli ya Mwandambo ni kauli tata halafu isiyokamilika mpaka hapa. Uh, hukumu yangu bado haijakamilika kwa Mwandambo kwa sababu sijamsikia huyo Mungu anayemsema, lakini ninajua kilipu itamfikia. Ikimfikia asipotueleza Mungu ni nani basi, ili neno la mpumbavu tutalisherehesha mpaka pale ambapo ki, kiwango chetu kitakuwa kimefika. Niwaambie jambo moja, mimi si mtu wa Mungu, si mtu wa Mungu wala mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu hayupo, yaani hayuko mahali popote pale. Mungu mnamwona kwenye vitabu vyenu vya dini na kwenye mahubiri, lakini Mungu ulimwona wapi? Wapi ulimwona huyo Mungu kwa mimi? Si mtu wa Mungu kwa sababu Mungu wala hajawahi niumba wala simuhitaji katika maisha yangu, wala sina shida naye huyo Mungu wenu wa dini huyo, wala sina shida naye, wala simuhitaji, mimi si mtu wake, ninawaeleza, wala hana msaada katika maisha yangu. Kwa hiyo msiniambatanishe na huyo Mungu wenu hata kidogo. Namaliza baba yenu Clemensi Mwandambo. anasema huyo Mungu wenu wa dini huyo, Mungu wenu wa dini sisi, hatuna Mungu wa dini, tunaye Mungu muumbaji, hatuna Mungu wa dini. Ndio maana nimekuambia Clement Mwandambo, kauli zako ziko nusu nusu. Sisi hatuna Mungu wa dini, tunaye Mungu muumbaji anayetusaidia Kwa hiyo kama ulijitokeza hadharani kwenda kuongea kitu sicho kijua, ndio maana nimekuambia, kupitia klipu hii ninataka nikukumbushe kwamba maoni yako, una haki ya kutoa maoni, ila maoni yako umeyatoa nusu. Umeongea tu habari ya Mungu asiyekuumba wewe, umeongea tu juu ya Mungu wa dini, umeongea tu juu ya Mungu wa vitabu, lakini hujasema lolote kuhusu Mungu wako ili tumfananishe sasa, maana kwenye Biblia, kwenye Mungu wa ndani ya kitabu, kwenye Isaya amesema mtanifananisha na nani? Sasa tunataka utuambie na wewe tua, tua, tutajie huyo Mungu wako, alafu tuangalie je, anaweza kafanana na huyu wa ndani ya vitabu aliyesema mtanifananisha na nini? Kwa hiyo Clement Mwandambo, ili ndilo jambo ambalo nilikuwa napenda siku ya leo uweze kulijua, na ninaacha changamoto hii kwako. Jamani, wale mlio karibu na Clement Mwandambo, ninaomba mchukue klipu hii, muweze kumruhushia kwamba kuna swali umeulizwa linalohitaji majibu. Akikaa kimya, akikaa kimya, tutaendelea kuendeleza pale pa Zaburi ya ishirini na nne moja kwamba mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Lile neno mpumbavu tutalidadavua sasa. Uh, usimhukumu mtu kabla ya kumsikiliza. Kwa hiyo tumemuuliza swali, tukisubiri aweze kudadavua, aweze kulidadavua na aweze kulijibu, Mungu wake ni yupi? Hiki ndicho ninachotamani uweze kukipata, tafadhali. Ninaomba watu wema kwenye klipu hii mpelekeeni, maana mimi sina mawasiliano naye. Ningekuwa nayo ningempelekea. Mpelekeeni, mwambie Mwalimu Danieli Mwankemwa amekuuliza maswali ambayo kwa kweli kabisa anaomba majibu yake. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante kwa kutoa muda wako kujifunza pamoja nami, na kama utapenda kuomba nami ili umpokee Yesu, nipigie kwa simu namba jumrisha mbili tano tano